Msijibu kwa jaziba, jibuni kwa hoja, jibuni kwa hoja. Madarasa yaliyoko saa hizi mwana mwanammonga ndo madarasa yaliyoko Dar es Salaam. Mtoto anasoma darasa, chini lina tiles, juu lina gypsum, dirisha la kuslide, mlango una kitasa. Akienda chooni, baada ya ile shughuli, anaflush mzigo unakwenda. Zamani ilikuwepo <laughs> yasemeni hayo. Kwa nini mnakuwa wanyonge? Unyonge wa nini? Waambieni, zamani operation ya kufumua kichwa ilikuwa tunakwenda India, na huyo mgonjwa akirudi kichwa kimeongezeka, mshono kama bumps ya kwenye barabara. Leo tunaingiza pipe puani, leo tunaingiza pipe mbili puani zinakwenda kufanya operation ya kichwa kwenye ubongo, mgonjwa akitoka amefanywa operation, wewe huwezi kuona kovu. Operation ya moyo tulikuwa tunaachama kifua chote kama mtu amefunua bonnet ya Bedford. Leo inaingia sindano, leo inaingia sindano kwenye moyo wa mtu, inakwenda kuzibua mirija, damu inakwenda inavyotakiwa, moyo unapiga kwa spidi inayotakiwa, mtu yuko salama. Anakuambia nimefanyiwa operation ya moyo, wewe unakataa. Yanafanyika Tanzania, kwa nini mnakuwa wanyonge? Tunapandikiza figo hakuna kwenda India. Leo pale mwanammonga unapopaona pale wakifanya operation pale, madaktari wa hospitali kubwa zote Tanzania wanaweza kujoin kwenye operation hiyo. KCMC, Mwimbili, Mbeya na maeneo mengine, wanaweza wakashiriki operation inayofanyika mwanammonga. Zamani ilikuwepo hiyo. Kwa nini mnakuwa wanyonge kusema? Mimi wakati nampata mke wangu yule mama Abdalla mpaka nilijifunza nyimbo za Marijani, simu hakuna, uwani hawezi kutoka, natakiwa niimbe leo. Si mkipeana namba tu, habari imekwisha. Maendeleo sio maendeleo. Mi mpaka nilijifunza kupitapita, kwake kunanipa wazimu, hii ni wiki ya pili ninamuona, ili asikie kila mara akipita nyumbani kwangu kuelekea dukani, sura yake ya kijapani na umbo lake kweli lanizingua. Oh, ili mama yule atoke uwani, basi kuna siku naimba we, mpaka narudia ngoma nje aitoke. Leo hayo hakuna, leo kuna maendeleo, teknolojia Huyu mbunge wenu huyu alikuwa anapanda malailand kwenda shule, gari inapanda mlimani, mji mzima wanaisikia kelele, dereva na tandiboi wote wamekanyaga wa exleta. Leo unapanda yutong na TV, hujui kama inapanda mlima. Sio maendeleo? Kwa nini unakuwa wanyonge kusema, unyonge wa nini?